Kwingineko siku moja baada ya Rais William Ruto kutoa agizo kwamba wanafunzi wote wa gredi ya juu ni sharti gredi ya kumi kunradhi, ni sharti wafike katika shule zao hata kama hawana karo wala sare rasmi. Wasiwasi sasa umeghubika wasimamizi wa taasisi hizo za elimu ambao wanasema japo hatua ya rais ni ya kufurahisha ni taswira tofauti ndani ya shule hizo. Kulingana nao, iwapo fedha za kutosha hazitatumwa basi huenda shughuli za masomo zikakwama. Wazazi na wanafunzi wa gredi ya kumi wanapoendelea kufika katika shule mbalimbali mbali, na wanawao bila kujali mahitaji ya wanao kufuatia agizo la Rais Alhamisi, wasimamizi wa shule kadhaa za upili sasa wameelezea wasiwasi wao kuhusu uhalisia wa mambo ndani ya shule zao wengi wakisema huenda shughuli za masomo zikatatizika pakubwa, kwani hawana fedha za kukidhi masomo ya watoto walioelekezwa kufika shuleni bila sare wala karo kwa muhula wa kwanza I About in an account known as a, a tuition. Wamesema iwapo fedha zaidi haitatumwa basi hawatakuwa na budi ila kusitisha shughuli za masomo.

Kauli za walimu wakuu zikishabihiana na ile ya viongozi wa Kupet, iweze kuongeza capitation ambayo imefika shuleni ifikishe hata elfu kumi na tano kwa muula huu na pia capitation iweze kuongezwa hadi karibu elfu thelathini kwa mwaka. Kinachosubiriwa na wadau wa elimu ni kuona iwapo fedha za kukidhi masomo zitatumwa tena mwishoni mwa wiki kesho. Crispino Tieno, runinga ya Citizen.